E, waliosilimu hawa ni wale waliosilimishwa na mzee wetu mzee mzee wetu mzee Musa jana. Ndio hawa baadhi yao waliosilimu, mashallah katika kijiji cha Bani, na mzee mwenyewe ndio huyo anayeelekeza elekeza, elekeza, mwenye bakora huyo ndio mzee aliyesilimu na akasilimisha familia yake, lakini na watu baadhi kando kando wa kijiji hichi cha Bani mashallah, ni takribani watu mia mbili na kidogo. Familia tu yeye ana watoto 37 alafu pia lakini ana wake wanne mashallah. Ndio huyo mzee ambaye yuko karibu na Saidi. Saidi ni huyo aliyeweka kishari cha kijani, alafu anayefuata kushoto Ee, ni mzee Musa Bane, alafu anayefuata anayefuata ni mudiri wa Shamsul Maarif Tanga, anayefuata ni shekha anaisema, ah, yo, Islamu, wa mkoa wa Mwanza, anayesema sallallahu alaihi wa sallam. Hawa ndio mashallah waislamu waliosilimu katika kijiji hichi cha Bane mashallah Mashallah, 325 kwa takwimu inavyotolewa, mashallah 325 mashallah. Hawa ndio waliosilimu na mzee Masha huyu, mashallah amejitahidi, amejitahidi mzee huyu.